Bwana DJ maarufu kutoka nchini Nigeria, hapa namzungumzia DJ Cuppy, ametangaza rasmi kujitoa kwenye mitandao ya kijamii eh, kufuatia kwa kile ambacho amesema kwamba anajitoa kwa siku ishirini na moja ili kuweza kufokasi zaidi kwenye upande wa kujiendeleza kiroho, ambapo kupitia ukurasa wake wa Instagram eh, insta story, Cuppy aliandika ujumbe wa kuweza kuwajuza mashabiki zake lakini pia watu wanaomfuatilia kwamba hatakuwa kwenye mitandao ya kijamii kwa muda wa siku 21, Ka, katika kipindi hicho ambacho atatumia kuweza kufunga kwa siku hizo 21, lakini pia kujiweka karibu sana na Mwenyezi Mungu. Sasa, tukumbuke hii sio mara ya kwanza kwa DJ Cuppy kutangaza hatakuwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mwaka 2022 alitoa taarifa kwa mashabiki zake hivi hivi kama ambavyo ametoa hii hapa. Alisema kwamba hatakuwa kwenye mitandao ya kijamii kwa muda. Sasa hii ilikuwa ni baada ya kuweza kuvishwa pete na mchumba wake na kusema kwamba atakuwa offline kwa sababu ya kuweza kuenjoy na mpenzi wake lakini pia maisha yake kwa muda. Sasa kwa wakati huu hapa imekuwa ni tofauti na ile ya mara ya kwanza. Uh, hii inakuwa ni kufocus zaidi kwenye masuala ya kiroho na hali hii hapa ambayo anasema kwa mujibu wake pia ni hali ambayo inamuumiza lakini hana budi kwa kuweza kufanya na mashabiki wake wasimchukulie tofauti. Sio hali ya msongo wa mawazo ambayo imemfanya aweze kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, ni hali tu ya kuweza kujiendeleza kiroho kwa upande wake. Sasa nataka uniambie hapo kama wewe shabiki wa DJ Cuppy ama kwa mtu ambaye unamfuatilia kwa upande wako, wewe una maoni gani kwa kile ambacho ameweza kukizungumza DJ Cuppy?